Unaenda kugharimu shilingi bilioni tano. Bilioni tano ni fedha nyingi sana, tumezitafuta kwa muda mrefu, na hatimaye mama amekubali na zimeshaingia kwenye utaratibu. Ninawashukuru viongozi wenzangu ambao tumeshirikiana kwenye kazi hii, lakini kipekee sana wananchi wa kata hii ya Lituta, wakati wote umenikumbusha kuhusu stendi hii. Lakini wengine ambao watanufaika kwa karibu sana ni wananchi wenzetu wa kata ya Maanje, kata ya Matetereka, kata ya Wino. Stendi hii itatufaa sana. Niwashukuru sana kina mama wajasiria mali mnaofanya kazi kwenye stendi hii, wakati wote mmetukumbusha, mmeonyesha changamoto. Sasa changamoto hii mama amesikia kilio chetu na ametupa hizo fedha bilioni tano. Lakini ombi au maagizo, naomba mfanye kikao na waliojenga vibanda vya biashara hapa, wote kutaneni nao, wapeni ramani yale majengo ambayo yatabaki, wafanye haraka sana, yafanane na hadhi tunayoitaka Madaba, yale yatakaobaki kwenye ramani yale atakayoondolewa mkae nao muambie, haya yanaondolewa, yaani vibanda vilivyoko hapa vimejengwa na wanamadaba kwa ajili ya biashara. Asipate hasara mtu yoyote, isipokuwa lazima mkae, tutengeneze mji wa madaba unaofanana na hadhi ambayo mheshimiwa Raisi ametupa. Mheshimiwa wetu mbunge wetu Joseph Kizito Mwagama amepambana usiku na mchana tumefanikiwa kupata bajeti ya kujenga stendi hii yenye thamani ya shilingi bilioni tano. Ni stendi kubwa anjombe, atanga, na ya kisasa, mfano wake ni kama stendi ya Njombe shule ya Tanga na mikoa mingine ya Iringa na kadhalika. Haikuwa rahisi kupata bajeti hiyo, ni jitihada ambazo mbunge wetu Mheshimiwa Joseph Kizito Mwagama usiku na mchana anapambana, anaiomba serikali na hatimaye rais wetu Samia Suluhu Hassan amekubali Madaba ijengwe stendi ya kisasa. Kata hii ya Ituta, ndani ya miaka kumi, sirudini nyuma tu miaka kumi iliyopita Madaba hii ilikuwaje? Msisahau. Mfano mdogo upo hapo. Hii hizi barabara ndogo ndogo tulizotengeneza huko nyuma zilikuwa hakuna. Tulikuwa tunatembea tu barabara moja, ukienda hivi umeenda na kurudi hiyo hiyo. Umefanikiwa sana unaingia melimeli hivi unaenda kukutana kule. Tunakumbuka hivyo. Lakini leo sio mimi, nikiingia hapa watu nitafutia mahali pengine, jamaa anasema hakuna kilichofanyika. Rudi naenda kule Kipingu, huko Kipingu ndio kulikuwa na kitu kinaitwa mahakama tu. Mimi naitwa Shehani Mzaina. Up to date zaidi zinapatikana kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia jiunge kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok pamoja na X kwa jina la Toka Zamani TV. Twende sawa, asante na kwaheri kwa sasa.